Uh, kwa, kwa niaba ya wachezaji wenzangu sisi kama wachezaji tuko, tuko tayari kwa ajili ya mchezo huo na maandalizi yanaendelea vizuri. Kikubwa tulichofuata huku ni kufanya vizuri katika mchezo huo. Kwa hiyo sisi kama wachezaji ni wajibu wetu kwa kesho kuweza kufocus na kufanya vizuri katika mchezo huo. masana <laughs> kutoka uh, na maswali mawili kwa apta msaidizi Waafrica swala so, langu la kwanza mchezo dhidi ya KT Tanzania kwa siku za karibuni haujawai kuwa rahisi uh, kama Yanga mmejiandaaje kuhakikisha kwamba mnapata matokeo ya ushindi na kwenda hatua ya fainali, ingatia ya mnakutana na KT Tanzania, timu ambayo ina wachezaji wengi wenye uzoefu Uh, ukiangalia kwa majina wameshacheza wa kwenye timu kubwa mpaka timu ya taifa. Swali so, langu la pili mara ya mwisho Yanga inacheza kwenye uwanja wa kakwani Tanga, uh, mchezo wa CRDB Federation Cup ilikuwa ni ligi ya Azam final, na kufanikiwa kushinda na kuchukua ubingwa, kuelekea mchezo huu wa nusu fainali ni hamasa kiasi gani kucheza Tanga na kuhakikisha mnaipeleka Yanga kwenye fainali ikiwa ni uwanja ambao mara ya mwisho ulishinda ubingwa hapa? <coughs> Kwanza Jikitini ni timu nzuri na ni timu yenye wachezaji wazuri, lakini sisi kama Yanga tuko tayari kwa ajili ya kupambana katika mchezo huo na kuweza kuingia katika hatua ya fainali. Umuhimu ni kufokus katika mchezo huo na kujitolea kwa asilimia mia kuweza kufanya vizuri, lakini nikienda kwenye swali la pili, kwa msimu huu hatujaweza kufanikiwa kuja Tanga, na hii ndio mara ya kwanza katika msimu huu. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri na tunaamini tutafanya vizuri katika mchezo huo, kwa sababu hapa Tanga tuna mashabiki wengi ambao tunaamini watatupa sapoti vijana wao na, na pia tunawaomba wajitokeze kwa wingi siku ya kesho, wajatupe sapoti. Tunaamini tutashinda na tutaenda fainali. Kitu kikubwa ambacho kinatujia kichwani kwanza, kwanza tunahitaji kutetea ubingwa wetu ambao tulichukua msimu uliopita na tunahitaji kufanya vizuri na kuweza kuchukua tena kwa mara nyingine. Kwa hiyo ni kufokasi katika mchezo na kuweza kuingia katika hatua inafuatia ya finali. Swali la mwisho. Dickson, kila la kheri kesho. Coach, thank you very much. Have a good luck. Thank you very much. Naam, hivi ndivyo tulivyokamilisha katika sehemu ya kwanza ya